Biashara sio ya mtu mmoja, biashara ni ya watu na watu, tunataka kuona kwamba watu wana uh, wanaendelea kwa pamoja. Kwa hiyo naupongeza sana kwa namna ambavyo mnavyo kusanya uh, kodi. Lakini niseme tu kodi hawezi kupatikana bila kuwa na wafanya biashara ambayo ndio wanayolipa kodi na wafanya biashara hawezi wakalipa kodi kama hakuna mazingira mazuri ya kufanya biashara. Kwa hiyo, vile vile mama, kwa hiyo nampongeza vile mama kwamba ameweza kuweka mazingira mazuri ili wafanya biashara wale wanafanya biashara kwa uhuru na uh, bila hofu na wale wanalipa kodi, ndio maana kodi inakuwa inapatikana. Sidhani kwamba kuna siku hizi kwamba kuna kodi ya kuvutana shati. Ili kuweza kufanya kitu kimoja kilichonifurahisha, na jana nilikuwa naangalia TV kwamba kamishna jenerali alienda Bagamoyo kwenda kuangalia, kulikuwa na mali ambayo haijalipo ushuru, ilikuwa inapita kutoka Bagamoyo, lakini kitu kilicho alifurahisha kwamba kwanza alifuatilia kula kule, lakini ameanza kutoa somo. Sasa hiyo ndio na kitu kilicho nifurahisha kuliko yote ni kuambia kwamba watalipa kodi na waweza kuendelea na kufanya biashara. Kwa hiyo inatia moyo wafanya wafanya kwa wafanyabiashara kwamba sipendi wafanyabiashara kuepa kodi lakini kama kwa bahati mbaya au kwa sababu yote imewafanya wakwepe kodi, basi ni vizuri kwamba walipe hiyo kodi na kuendelea uh, kuchukua mlipo. Siku za nyuma ilikuwa kama amekutwa hivyo, basi unataifishwa na unapigwa na faini juu. Uh, lakini naona kamishna anakuja na mtizamo tofauti kabisa, naweza kuangalia. Nilimsikia vile vile anasema kwamba tunataka kujua sababu ya ku pitishia mizigo ni nini, kama ni ushuru mkubwa, basi wajue kwamba ushuru ndio inayosababisha kupatikana uh, uh, kwa watu ambao hawataki kulipa uh, au uh, wanakwepa kodi. Kwa hiyo namshukuru na yeye vile vile, changamoto ambayo tunazipata uh, ni nyingi kwamba ningesema kwa ufupi tu, na nimeshasema siku ya nyuma, inatakiwa serikali kupitia wizara. Sekta yetu inahusiana na wizara tatu nne, in, in, in, inajumuisha wizara ya biashara, wizara ya fedha, wizara ya uchukuzi na nyingine wizara uh, ya ujenzi, ina maana barabara. Kwa hiyo tungekuwa tunapenda kuona kwamba mwaka mara moja wakati mwaka naisha au mwaka unapoanza, tuweze tukakaa na wizara ili tuweze tukawambia sisi tunachotaka ni kuboresha usafirishaji na tunapoboresha usafirishaji mapato yanapatikana, na mapato yakipatikana tiarefu wao, na tuna tuwe tukiwa tunakaa. Mimi sipendi kabisa kusikia mtu anasema serikali haisikii, ni uongo, serikali inasikia sana ndio maana nyewe wenyewe ameamua kuja leo kuja kupata changamoto ambayo nazipata, lakini ningefurahi kwamba kila mtu aweze kupata hiyo fursa ili aweze akatoe, uh, dukuduku lake. Kwa hiyo ikiandaliwa mkutano mwanzoni wa mwaka inaweza akasaidia. Uh, kuweza mwisho, nataka niwambie Watanzania wenzangu kwa ajili kuna amani nchi hii ndio maana kuna uwekezaji mkubwa, tunaweza kufanya biashara. Na tukiharibu amani hiyo, basi kila kitu kitaporomoka. Amani ndio nguzo ya maendeleo pahala popote, hata nyumbani kwetu. Kama hakuna amani, huwezi kuona kwamba kuna maendeleo ambayo kila mtoto anaweza akafaidi. Kwa hiyo wanasisitiza tu kwamba serikali wakati inajitahidi kuweza kuweka mazingira mazuri ya kufanya biashara sisi wa Tanzania tujitahidi kwa kuunga mkono serikali kuweza kutunza amani uh, yetu ili kila mtu afaidike. TRA, pamoja tunajenga taifa letu.